Ndugu zangu tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu siku ya leo, kuna mambo kadhaa ambayo sisi tunakumbushwa kama Wakristu hasa Wakristu wa, wa, wa Katoliki. Lakini ningependa kila mmoja ajiulize, anamjua Yesu wa Ekaristi Takatifu? Anajua nguvu ya Yesu wa Ekaristi Takatifu? anajua umuhimu wa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu, Bwana wetu Yesu Ekaristi Takatifu, anajua umuhimu huo katika maisha yake? Ndugu zangu, tusipoyajua hayo, sherehe ya payo, leo kwetu itakuwa haina maana. Sherehe ya leo itakuwa haina nafasi kabisa ndani ya mioyo yetu, kwa maana ukaona utaona wale wanaojua umuhimu wa sherehe leo, kutaona kwao inakuwa ni fursa ya pekee, namna na ambavyo watamshangilia Yesu wa Ekaristi. Ili uweze kumshangilia lazima kwanza uone nguvu iliyo ndani yake. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tunapewa simulizi la huyu Melikisedeki, kwani mkuu ambaye Ibrahimu anaenda kwake kwa ajili ya kumtolea sadaka anasema Ibrahimu anamtolea fungu la kumi, na huyu Melikisedeki eh, alileta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Anasema aliwabariki, akambariki Ibrahimu. Abrahamu akabarikiwa na Mungu kupitia Melikisedeki, ambalo sisi sote tunalipokea katika imani nishara ya ukamilifu ambao natabiliwa katika kitabu hiki cha Mwanzo kupitia yukwani Melkisedeki na Ibrahimu, anapokea kwa unyenyekevu na yeye anapata nguvu ya kutoa umpal e, Melkisedeki e, ili fungu la kumi anapopokea huu upendo kutoka kwa Melkisedeki. Kumbuka, anatoka vitani akiwa na njaa, anatoka vitani akiwa amechoka anatoka vitani akiwa na uhitaji wa chakula, na huyu kuhani mkuu Melkisedeki anaona hitaji hilo la Ibrahimu hilo ndani yake kwamba huyu anahitaji chakula, ili aweze kuendelea na safari yake. Katika vita hivyo alivyotoka kupigana anahitaji kuimarishwa, na njia pekee ya kuimarishwa anaimarishwa kwa hii kwa, anampa mkate na divai kama kuhani anatambua uhitaji wa huyu Ibrahimu. Ndugu zangu, sisi sote katika maisha yetu tuko katika vita. Kila mmoja kwa nafasi yake anapigana katika vita mbalimbali, vita vya kiroho na vita vya kimwili. Kuna wakati tunaishiwa nguvu. Mwenzangu, unapoishiwa nguvu, nguvu yako wewe ni wapi? Nguvu yako wewe unakimbilia wapi? Bwana wetu Yesu Kristo anatambua hilo. Ndio maana yeye anasema sitawaacha ninyi yatima, daima nitakuwa pamoja nanyi. Na katika ishara ya Kristo kuwa pamoja nasi, hajao pamoja nasi sehemu nyingine, amekuwa pamoja nasi katika Ekaristi Takatifu. Maana anatambua sisi ambao anatuacha, tutakutana, tutakuwa katika vita mbalimbali vita vya kifamilia ndani ya ndoa, mana ndoa tutapigana tutakatishana tamaa, vita vya maisha mbalimbali, vita vya magonjwa, vita vya njaa, kila aina ya vita vitakuwa mbele yetu. Ndio maana anasema nikiwaacha ninyi peke yenu, hamtaweza. Mimi ambaye nimewapenda, nimewapenda upeo, sitawaacha mimi yatima, nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahadi, kwa sababu yeye ni Emanueli kama tunavyoambiwa katika Injili ya Luka na kitabu cha nabii Isaya kwamba yeye ni Emanueli, Mungu pamoja na sisi. Kama Mungu pamoja nasi daima, anakaa kati yetu, na katika kukaa kati yetu hakai sehemu nyingine, anakaa kati yetu katika Ekaristi Takatifu.